Kwa Elisha <muchas> wana washafati <muchas> yeye ndiye naye majibu <muchas> yanayotoka kwa Mungu, anayeweza kuleta majibu ambapo nchi imekosa ufumbuzi. Ni Mungu <muchas> aliye anetumia watu wake waletaa majibu. Leo nataka nikwamie kuongezekana, Homboza imekosa majibu <muchas> <Uweza> <muchas> siku yes, aaskusmwanamungu aleha yasiyowezekana. yeah, yeah, yeah. mm -hmm. yeah, wa kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana, kwa kuwa hakuna neno lisiyowezekana kwa nani? Kwa Mungu. Mimi nataka nikwambie yeah. yako yanayowezekana wa kwa watu, lakini kuna mengine ambayo hayatawezekana wa kwa watu. Ndio maana utaona Tali alikuwa ni mfalme gia zedi, lakini kafika mahali akabanwa sana, akabanwa akakosa msaada, akasema sasa, nitayainua macho yangu. Msaada wangu hauko kwa askari, msaada wangu yuko katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi, asiache kwa sababu asisinzia kulinda. Naam, hata sinzia hata na usingizi, yule aliye mlinzi wa Israeli, yule ndiye mlinzi wako. Jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako, atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Mama anaweza yakalala, ndio bwana anaweza kalala, raisi anaweza akalala, askari anaweza kalala, lakini Bwana halali hasinzii, na adui zako <tipo> wote wanaokujia kutoka kuonekana na watambea wote na atakabiliana nao katika jina la Yesu na ngome haya. Bwana ndiye anayejua walikulani wapi jiwe ni mtini na kwenye maandiko aliandikwa mtini wakasema Hautajenga yeah. yeah. yeah. nyumba yeah. Yesu anasema hivi, utajenga nyumba na utakaa yeah. ndani yake yeah. Walisema kwamba wenakataliwa wewe haufai. Yesu akasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao kuena mzigo, tapumzisha. Jitieni nila yangu na ila yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi paka fulani ni kweli, wamekulani wamekutamkia utafanikiwa, wamekutamkia utazaa. Yupo mwana wa Shafati ambaye ametimwa na baga, wakala mzee wa siku anasema utafanikiwa, utazaa watoto, utaolewa kwa damu ya mwana kondoo. Waliosema haufai wewe, sio wa kwanza akataliwa. Hata Daudi mwana wa Yese alikataliwa na ndugu zake, bado akasema, ama namuma alinikataa, lakini Yesu amekuita hapa na hapo hapo kutamkia laana hiyo, ni mama hiyo, ni baba. Yesu amekuita mm -hmm, ana wakusudi maalum, anataka aigeuze laana iwe baraka, na leo anageuza laana kuwa baraka, mm -hmm. baraka.